Leo zikiwa zinacheza mechi fiki, nguvu, kasawa, chezo, ya kirafiki kujipima nguvu na hatimaye kujiweka sawa tayari kabisa kwa michezo inayofuata ya ligi kuu ya NBC na mashindano mengine. Timu zote mbili zinatoka kule ndani tayari kabisa, Ismail Mbanki, Nasur Sadun, Abdul Hamid Suleiman, Ismail Pipino, Ahmed Camis Simba Deusdedit Okoyo na Ali Shaban cheza mechi kana mechi kadhaa kuzikosa katika msimu kana majeraha hapa na pale, dakika 45 zikianza mechi ya kirafiki ya Azam dhidi ya KMC katika uwanja wa Azam Complex hapa Chamazi.

Katoa boko tangalo kaminko kaikata kaikatakini, narudishiwa tena ndani ya kamba, bao moja zuri, anafunga Zidane Sereri akiwatanguliza Azam. KMC katika eneo lao la hatari, rahib chumari kini, mpira wa mwisho ambao ulichezwa ule, aliucheza kukipa Ismail Mpanki, akienda kumalizwa na zidane Sereri mwepesi mno, Zidane akiwatanguliza kwa. Anaambia cheza mpira, wameanguka mwenyewe, anajaribu kuingia nayo ndani, sina nafasi huko akina, anakataliwa, wanapoteza nafasi KMC. Jami simba hiyo, ndio nafasi ambayo

kenda kuweka mpira katika nyavu, alimchungulia mlinda mlango konakama, ametoka wa ilifungwa wakati anakwenda kuntoa zaidi Omari, mpira ukapita ule ukamkuta Deusdedit Cosmas Okoyo, mchezaji wa zamani wa Police Tanzania. Deusdedit Cosmas Okoyo, kadi ya njano Fred Tangalo

Hatimaye dakika 45 katika mchezo huu wa kirafiki zinakamilika katika uwanja wa Azam Complex Chamazi, dakika ambazo kila timu imefunga bao moja kenda kupumzika, bao la Zidane Sereri kwa upande wa Azam, lakini kwa KMC likifungwa na Deusdedit Cosmas Okoyo. Naam, dakika 45 za kipindi cha pili katika mchezo wa kirafiki huu Azam dhidi ya KMC katika uwanja wa Azam Complex hapa Chamazi. Chamazi kusogea nao tena, atafanya nini? KMC mpenye hizo ile imefika. Shabani ni Chilunda, anaweka mpira ndani ya kamba. Chilunda Shaban, bao la <laughs> pili. Tazama, alipokea vyema, ukampita Zuberi Foba, jaribu kucheza ule mguu, lakini wapi. Okay, bao lingine ambalo linafungwa hapa eh, eh, eh, eh. Zuberi Foba anakubali bao la tatu ikiwa ni baba mawili toka kuingia kuchukua nafasi ya Aljefali. Tazama Frances Mendoza katika eneo lile alitoa pasi ile kwaya Zaid Omar, wakapoteza mali ile, ikanyanyuliwa tu kwenye lango lile na Redemtus Mussa na kuiandikia KMC bao la tatu kadi ya njano akionyeshwa mlinda mlango wa KMC. Tazama wakati anakwenda kucheza ule mpira mbele ya ya Kite, akaenda na nazote Sopo Abdulhamis, weka mpira moja ndani sasa huko huku unagugu kichwa, nafasi na nagongela kata, anaondosha KMC, ameondosha boli ile Aha. Kichwa kile ambacho kilichezwa na Mendoza. Fabian Mutumbura kwa anaangalia tu lakini wakafanikiwa kuondosha ule mpira. Hao. Hans Masudi Msunga Shabani ametokea tena Chilunda, weka pira moja na Chilunda. Ile kataa ile. Eh. Via quel quel Hans Massoud kama kurudi upya hivi shambani chini, haya mpira wa adabu huo, weka mpira moja ndani huku, agongwa kicho, bao la nne limeingia kwenye neti za Azam FC, ndafungwa hapa bao la nne. Akram Mhina anauweka mpira ndani ya lango, alikwenda juu na urefu wake akautumia vyema, ukampita zuberi foba. Akram Mhina akiandika bao la nne kwa KMC, mabao manne. Uh, KMC wanaopoteza mari na kwa Frank tsa weka pira moja ndani sasa. Frank inachozo bao moja, matata mno linawekwa hapa. Tepsie Evans anaweka mpira ndani ya kama baada ya kupoteza ule mpira KMC na cross ya Frank tsa kamaliziwa vizuri na Tepsie Evans. ilikua nne amerudi tena hatimaye mechi ya kirafiki inamalizika hapa Chamazi Complex. Rashid Taus akipoteza mchezo wa kirafiki dhidi ya KMC mabao manne kwa mawili mechi ilikuwa nzuri mechi ambayo walimu wanahitaji kuona jambo ambalo kwa dakika 90, hapana shaka aina yote watukuwa mejiridhisha. Haya, mechi imemalizika hii na full time Azam FC 2 KMC 4. Ulikuwa na miulamaa Idd Salum, hadi wakati mwingine, Ramadhani karibu.